Kwa heshima Tabata hiyo, kwa heshima Tabata, kwa heshima Tabata, kwa heshima, kwa heshima zote. Hello. Hello. Bado kazi ipo eh, usiku Hizi ni hela zetu kumanina, hizi kodi zetu hizi. Beba zote mamaye choma na kituo hiki kumanina, zawa beba mali choma mzigo tuondoke manina, kodi zetu hizi.